Yes, mambo vipi mtongo wa thamani kabisa wa Mseto Media. Hopefully uko fresh na unaendelea kuenjoy na kufurahia habari na story ambazo Mseto Media huwa tunakuletea hapa. Mimi naitwa Princess Kiuli, niliyesimama nyuma maiki hii hapa kujadili hili na wewe lakini, siyo dhambi wala sio kesi nikikukumbusha kusubscribe ili na wewe uwe umejiunga na wajanja wengine ambao tayari ni wanafamilia yetu. Gusa maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii, kisha uguse na kengele itakayokuja. Kwa mara nyingine tena, my name is Princess Lee, na hii unayosikiliza ni Mseto Media bonge moja la channel ya kukujuza yote yanayotokea kuhusu siasa, jamii, michezo na burudani. Okay, nimesimama hapa kukusogezea na kujadili na wewe hili linalomuhusu msanii wa muziki wa kizazi kipya Gigy Money. Nimekuletea hili hapa, sio labda kwa kuwa naunga mkono no, ila ni ili kupata maoni yako ama mawazo yako juu ya swala hili hapa, alright. Ebana msanii Gigy Money atingisha tena mitandao ya kijamii kwa kauli zake tata alizozitoa hivi karibuni. Gigy Money ambaye ni msanii wa muziki video vixen na mwigizaji, amezua gumzo baada ya kusema wazi kuwa yeye yupo tayari kucheza zile video za faragha ama kwa Kiswahili fasaha zile video zisizo na maadili endapo tu atalipwa mkwanja mrefu. Katika mahojiano Gigy Money alisema I'm copying and pasting. Yaani, nikiambiwa napewa mamilioni nicheze picha hizo nipo tayari, maana hapa duniani wanaokula starehe zaidi ni wale wenye fedha. Nikipewa mamilioni ili nibadili maisha yangu niko tayari, maana nitabadili maisha na nitaishi kitajiri. Kauli hii inazua mjadala mkubwa juu ya maadili, maisha ya mastaa na nguvu ya fedha, huku wengi wakisema au ndo sababu kubwa yeye kujiita Gigy Money, yani gigi pesa, gigi fedha. Okay, swali kubwa ambalo Mseto Media tunataka tukuache nalo ni... Je, ni sawa ama wasanii wana haki ya kutumia mwili wao kwa sanaa ili kupata mafanikio? Katika dunia ya sasa, fedha imeonekana kushinda nguvu misingi mingi na maadili pia, huku utandawazi ndo ukitizamwa zaidi. Wapo wanaosema Gigy Money hana kosa, kilichotokea tu ni kwamba amekuwa na ujasiri wa kusema ukweli ambao wasanii wengi wanauishi kimya kimya. Siku hizi king'ambo tunasema loki lakini pia kuna upande unahoji: je, jamii yetu iko tayari kuhimili athari za sanaa zisizokuwa na mipaka? Mseto Media tumekuletea hili sio kwa kushabikia, bali kukuonyesha namna sanaa na pesa vinavyoweza kugeuza mwelekeo wa maisha na mitazamo. Maoni na mawazo yako ni kitu cha muhimu sana kwetu, tuandikie hapo chini na sisi tutasoma. Ulikuwa ukitizama Mseto Media na mimi ni mtoa kwa thamani kabisa Princess Kiuli, twende tukayasome mawazo yako kwenye comment. Sikudanganye mtu, siri ya biashara ni matangazo. Ungejisikiaje kama biashara yako ingetangazwa hapa na sisi na maelfu ya watazamaji wetu wakaifahamu na kukusapoti? Hujachelewa bado, tupigie kwa namba unazoziona hapo juu ama tuandikie email msetomediatz@gmail.com, tukutangazia biashara yako kwa matokeo chanya. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.